Maombi namba uh, maombi ya, ya, ya jinai namba 26 28 7 ya mwaka 2025 kati ya mheshimiwa katibu mkuu uh, mheshimiwa mwenye uh, mheshimiwa uh, makamu mwenye mwenyekiti wa Chadema uh, John Wegesa Heche na inspector general wa polisi na, uh, na wenzake, leo yaliitwa mahakamani nikiwa na maana mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kusikilizwa. Sasa, kama ambavyo tulitaarifu umma tarehe iliyopita kwamba upande wa wajibu maombi waliomba kuleta majibu yao, nikiwa na maana kiapo kinzani kujibu yale maombi ya mleta maombi, na ni kweli wameleta wame majibu na yalikuwa yametakiwa ku kuletwa sio zaidi ya jana tarehe tisa mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano na walifanya hivyo, na sisi leo waliweza kutupatia nakala. Lakini pamoja na mambo mengine kwenye hayo e, majibu au kiapo kinzani wameweza kuleta pingamizi la awali la kisheria. Kwa hiyo baada ya kuwa tume, tumepata hizo nakala ya majibu pamoja na pingamizi la awali la kisheria, kama mlivyoona tulivyoingia kwa mheshimiwa jaji. Uh, tulieleza hayo kwamba tumepokea majibu kama nusu saa iliyopita. Sasa kutokana na mazingira yaliyokuwepo, pingamizi limeletwa uh, muda mchache uliopita, kwa upande wetu tukaona ni busara kwa faida ya mteja wetu tuweze kupata muda ili tujiandae, tuje kufanya kile ambacho mteja wetu ametutuma kusikiliza, na mahakama sasa ipate nafasi ya kusikiliza pande zote na kutoa majibu ya pingamizi la awali pamoja na uh, maombi kwa ujumla. Kwa hiyo mheshimiwa jaji amepanga tarehe kumi na tatu mwezi huu wa 11, 2025 saa nne na nusu asubuhi maombi yaje kwa ajili ya kusikilizwa kwa pamoja na pingamizi la awali la kisheria ambalo limeletwa na wajibu maombi. Kwa hiyo kwa kifupi ni hayo tu. Jina la, mimi naitwa Wakili Selemani Matauka, lakini kwa pamoja nipo na mawakili wenzangu ni Mr. uh, uh, Pokisabo, William Madu na wengine pamoja na Fredrick Msaki uh, Doris uh, Sarun na uh, Kafuku, lakini wao wameshaondoka, lakini wote kwa pamoja tulikuja tuli kwa ajili ya kumwakilisha mheshimiwa uh, Heche hali gani? Uh, kwa ukweli uh, kwa hizi siku mbili hatujaweza uh, kufanikiwa, lakini kwa taarifa ambazo tunavo, tunazo ni kwamba uh, juzi na jana hali yake haikuwa mzuri na aliweza kufikishwa hospitali uh, ya Taifa ya Muhimbili kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa hiyo tukitoka hapa tutaweza kufuatilia zaidi ili kuona hali yake inaendeleaje lakini kwa wakati wa siku mbili zilizopita hali yake haikuwa ya mzuri, na alifikishwa Muhimbili kwa ajili ya matibabu na check up.